Mtazamaji polisi wanamtafuta mfanyikazi mmoja wa Kaunti ya Nakuru baada ya kumpachika mimba msichana wa darasa la nane. Msichana huyo mtazamaji, wa shule ya msingi ya Keringet eneo Bunge la Kuresoi sehemu ya Kusini amefukuzwa shuleni kwa sasa. Mwanahabari Victor Ogalle na mengi kutoka Kaunti ya Nakuru. Viga huko ndani nikasema sio, nitafungia nitafungia chabi. Hasa nikakumbuka ile mama ataesa kufa nikipiga nduru. Siku hiyo alikuwa anataka nifanye ile Kit, nikafanya kitu mbaya lakini. Ni uchungu wa mzazi ambaye miezi miwili ijayo atapokea mjukuu wake, yeye msichana huyo ambaye tunambana, inadaiwa alipachikwa mimba na dereva msimamizi wa kaunti ndogo ya Kuresoi Kusini Angu, mwalimu mkuu wa shule hiyo ya Keringet boarding, Jen Siongok alikataa kuzungumza nasi akisema ni kinyume na sheria za shule hiyo. Kisichoeleweka ni jinsi Lilian alikuwa na simu shuleni kwa zaidi ya mwaka mzima, na je, ikawaje mimba haikuonekana hadi shangazi yake alipowajulisha walimu? Hata kama mpaka wa leo sija, sijajua kama ni yeye, sijaamini kwa sababu ni mtu ambaye amekomaa. Ni driver wetu wa kaunti. Kama ni yeye ni, ni driver, na tunamjua kama mtu mzima, hatujaweza kujua siku moja kama anaweza fanya kitendo kama hiki imekuwa ni ajabu kwamba huyu msichana ni deskmate wa mtoto wa Koske. Nasikia hata huyo mtoto wake amelia machozi, ameshangaa vile baba yake anaweza kuwa amefanya. Kwa hivyo labda hata huyo mtoto wake ako toja kia, kia kile siku ile alikuwa katakuta na hii mtu alikuwa na mutu, alikuwa kona maksavi sana alikuwa na mia tatu na kitu, sasa iko na mia mbili na tatu mia mbili na fifty Asa amekuja chini hata nilikuwa nachisumbua. Hii mtoto ni nini mbaya na hii mtoto? Kumbe siku hiyo alikuwa kama hasa urafiki na hiyo. Sasa mawasa akao akao mbili. Kinachomgadhabisha shangazi yake mwathiriwa ni kuwa mshukiwa alituma ujumbe kwake ya kuwa anataka kumwoa kama mke wake wa pili. Tangu mwanafunzi huyo kuondoka shuleni mshukiwa ametoweka baada ya kupata ujumbe kwa maafisa usalama wa kituo cha polisi cha Keringet wanamtafuta. Victor Ogalle, KTN News, Kaunti ya Nakuru.